Alafu ili swala la kuzungumza kuingia bure hey. pale hey. kununuliwa tiketi hey. si tuna matajiri na alijanzia leo labda ilianzia toka TP Mazembe na Dar es Salaam ya Yanga Afrika yeah. Chini ya uongozi wa almarhum, Mungu amlaze mahali pema, kiongozi wangu nampenda yeah. Yusuf Manchi hapo, iliswala alijaanzia kwa ghalibu, limeanzia huko, tunarudi tena yeah. Siku zote wanaojaza ule uwanja Yanga Dar es Salaam Yanga Afrika ni waungwana na ni timu ya waungwana na ndio maana ikaitwa Dar es Salaam Young Africa. Kiswahili tunaita Yanga, lakini ni Young Africa. Nikizungumza namna hiyo ninamaanisha eh. Haibagui, haichagui vaa utakacho kivaa. Na wanaojaza katika robo tatu, wanaovunja yale mageti, jirani zetu Simba. Ah, irani zetu ndo namaanisha hivyo hivyo, unabona ndo wanawai mapema kwa sababu kama mimi na, niko kwenye tawi la gerezani Kariakoo, watoto wa, wa mjini hatupoi eh, wala hatuboi eh, ni mwanachama hai wa Dar es Salaam Yanga Afrika, kipindi cha katibu mkuu wa Yanga babu yangu Hamis Mate, Yanga ya Abasi Gulamali. Naipenda Yanga, mke anaachika, lakini sio mapenzi ya Yanga <laughs> mke kemke namwachia, lakini so so, huwezi hey, kunikuta kesho yetu. Mi naipenda Simba haipo, haipo katika fikra yangu. Kwa hiyo huwa sisi watu wa matawi tunaenda na timetable, uingiaji wa uwanjani kokote. Maana mi naisafiria ya Yanga mpaka Mwanza, Kagera, Manungu, tunaendaga na matawi kwa hiyo wasizanie kwamba Yanga kama Yanga itajaza uwanja pale kwa watu wa Dar es Salaam katika robo tatu. Kwanza wanayanga wengi wa Dar es Salaam kama alivyozungumza ndugu yangu, wengine wavivu wakwenda uwanjani kuisapoti Yanga, lakini sisi wengine tunaisapoti Yanga na hata hiyo game unaisikia ni bure, lakini kuna watu mbali na bure ujue watakata tiketi ujue wanakuja na matawi. Watoka mikoani hey, kama tawi moja la Dodoma mjini la, la mheshimiwa wangu Mavunde hey. Dodoma mjini hey. Lazima utaliona wanatumia hela wale, sio kwa sababu ya kiingilio cha bure, maana hiyo bure ya uraisi ya watu wa Dar es Salaam. Lakini tuelewe yanga na matawi na mkumbuke kwamba juzi kati tulienda kuzindua matawi nje ya nchi jirani yetu nao wanakuja na ni wanachama hai wa Dar es Salaam Yaung Africa kwasabu hivi, huwezi kuwa mwanachama bila kupitia kwenye tavu, na hiyo yote kutokana na taasisi Yanga ni taasisi kubwa tu na yenye mamlaka kibao tu. Kwa hio wasizaniele bule, sijui vile sijui vile vile. Wao mbona bosi wao wanasema wa tajiri wa kwanza, sijuhi kijana Afrika, mbona hajawahi kutoa bule? Sama, oh, ataki bure. Mimi naishia hapo. Yanga wewe. Hapa ila Yanga nataka unaitazamia mechi ya namna gani? Mimi marudiano we. Marudiano asilimia 99.9 atoki tena si chini ya mvua 3 4, akiingia tu kwenye mfumo, na asipoingia lazima ingie, atake asitake iwe isiwe, yeah. Sababu hata ukiangalia ni mistake tu, mpira ni mchezo wa makosa ndani ya mechi. ina matokeo haya matatu, ndio kufungwa, u draw, kushinda ah ndugu mtangazaji, eh, karibu wa. Asante ndugu zetu Yanga hatu wa kujisahau eh. Wakumbushe mwaka jana tu walitakiwa golili moja golili moja waingie. Kipindi hicho Yanga ya moto, sio Yanga hii hii. Yanga hii ipoje? Yanga imeshachoka. <laughs> Amna kama ni ngoma, amna. Kwa hiyo kipindi kile kitatafuta goli moja, Yanga ya moto inatakiwa golili moja tu, wakiwepo kina Adi Aucho ndani Hivi mwenye ndugu mtangazaji, yeah. namba sita wa Yanga ana mechi sita hata kadi ya njano ana. Aname... <laughs> <laughs> ya namba sita. Alafu ana mechi sita hata kadi ya kadi kadi ya njano ana. Yaani ukosaje kadi namba sita? wewe si unamwona mwanamume jinsi alivyoingia, dakika ya pili tu kapewa kadi. Tunawaambia ndugu zetu Yanga, timu ile imechoka ni Yanga wakubali, watake wasitake, ile timu imechoka. Timu imechoka misimu minne, timu ile ile inakufunga wewe, yaani nay, huo ndio utetezi wao, yani huo ndio utetezi wao. Ila kweli ile timu imechoka, inawafunga <laughs> na yesi amjachoka, mnafunguaje funguaje, kufungwa kwa yanga na Simba, e. okay, e. <smellana fi lba unanilisworthara> ya. Simba kunategemeana na ufundi pia wa benchi la nje e. kuna mipango mingine ya kigizagiza ya, ya, ya, ya ipo hiyo ipo, ipo. Hey, ipo sana. na Yanga ndo ipo sana upande wao nasikia wazee tu wanalalamika ah we fulani

Wao wanasema sisi Yanga tumeshindwa kukomboa goli moja. Wao wakumbuke kwamba walifungwa goli tatu, walishinda goli tatu ugenini, wakaja wakapigwa goli nne hapa. Aliyotolewa nani ile? Najua Galaxy, si ndio? Aliyotolewa ni nani? Sasa usije ukakumbuka uka, uka ukakumbuka uka aibu ya mwenzako, aibu zako unaziacha nje shehe haponiusi. Yaani, hiyo akumbuke ya kwamba ye kashashinda goli tatu goli tatu ugenini, lakini kaja kupigwa goli nne. Shehe, angalieni, msitake kuongeongea tu hivi vitu, mpira unachezwa na mpira, sio goli moja, ni mistake imetokea, ushaelewa? Ye kashinda goli tatu goli tatu. Anakuja hapa anatakiwa azuie, kapigwa vyuma vinne, ye hayupo uwanjani, wachezaji hawajachoka au anaona wachezaji wa Yanga kama amechoka kupigwa kuotafuta, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kadi ya njano kwenye kwa namba sita, sio tatizo tatizo wangalie wewe, ulikuwa wapi? Je, kama unataja aibu zangu mimi, za kwako unazitaja mbona wewe unakauchi, uongei mlango unaacha wazi. Mimi nadhani nimwambie ndugu yangu aliyepita ami, namwambieje? Unajua mpira mpira sio mandunguli bwana, mpira sio mandunguli. Mpira ni mchezo wa wazi na unaonekana na Watanzania wote uwanjani sasa hawa ndo wanakamati, utasikia kamati ya ya, ya, ya, ya, ya ubabe, siu kamati siu ya nini kamati, wanazo hamsini mia kidogo, wanategemea kamati zaidi kuliko utendaji wa mpira uwanjani. Sisi ndio maana tunakubarigi tukifungwa, twasema tumefungwa mpira, na kwenye tatizo wawa tunazungumza mapema, sia tulisubiri tatizo lifike ilikawa kubwa kama tatizo anatoka kwenye, kwenye mwamuzi asema mwamuzi ana tatizo kama kocha wetu ana tatizo kama mchezaji wetu ana tatizo hiyo. Sasa hatukifungwaga na hawa jamaa, sio tukifunga ila tuwaambie, wanatufunga kwa sababu ya uchawi, ila hawa tukiwa kitufunga tu sisi, wanajua sisi tukiwafunga tu ndio uchawi. Ndio maana anahangaika mara kwa mara Jumamosi vibaya mno. Wadibaya, mno. Wadibaya, mno. Wadibaya, mno. Kwanza wewe unaniona na afya na furaha eh, na smaili na uhakika kwamba ni kesho kutwa Mnaelewa? Eh. Ndugu mtangazaji, Jumamosi wanatoka? Jumamosi ndio mwisho wa engineer. Ndio mwisho wa engineer. Kivipi? Hawa, hawa. <laughs> hawa, hawana uvumilivu hawa, hawa uvumilivu wa wana watakapopigwa bao mbili eh. Injinia tuachie timu yetu na majina atapewa injinia Kashaanza mzee kasha kagoma huko, kama ulisikia kagoma anavyosema injinia kaikuta Yanga, injinia anaona Yanga kama yake, ndio mmiliki. Hata ikusikia maneno ya watu mwenye kitu. Tunapoongelea mpira, timu namba tano Afrika inampasua mtu kwake tatu, kocha analia, mashabiki wanalia, tunarudi Dar es Salaam tunajua kufanya finishing za kawaida tu. Ndugu zetu hao wanakwambia tunatoboa, unatoboaje? na ushafungwa. Tumekuwa na mpira unaocheza kule, yani mchezaji anatoka na mpira, beki anamgonga, anadondoka mwenyewe, anaondoka hadi anaenda kufunga. Wewe unasema unashinda, washindaji, una unashinda kivipi yani? wamesema yule hautomuona, yule hautomuona kati uliona wa kumzuia pale pale, nani? Sana sana sikuangalia baka anatoa kadi nyekundu pale, sababu kashaisha. Sasa hivi baka, hamna mtu baka, hamna mtu yanga utawala wao mpaka sasa hivi umeisha, ni utawala kuanza kulaumu viongozi mm -hmm. Wataanza kurudi karia afai karia karia na tuhujumu hawa yeah. Yanga sasa ushaanza Simba, Simba na Yanga, Simba na Yanga mimi washaanza sasa Simba na wewe msikia hivyo kwa anaongea hapa. Ah, wewe bwana ndo kasa wewe bwana, kama wewe bwana bwana wewe maneno eh, wameshaanza hawa hawana stamala kwa nachotaka kuambia wana Yanga wavumilie bwana, sisi Simba wavumilivu bwana, tuna tu, timu nne nani anaenda nani anabaki pale anaenda Simba shirikisho kwa yeah, anaenda Azam Azam timu mzuri kwa hiyo, nao, wengine nani, yawa, nani? Singina, mgongo Singina, na yanga huyu si mtu na mjomba wake ndiyo mwisho wao mwenyekiti ni hivi yeah. Yanga alikuwa anasema shabalala kachoka, yeah. Simba tumemwacha kaenda, shabalala kaenda yanga kijana, yeah. Chama kachoka, chama kaenda yanga kijana Mkude kachoka Mkude kaenda Yanga kijana. Yaani hawa wana kazi ya kushusha viwango wa wachezaji wa nani wa Simba, kumbe wanawataka sasa hivi Shabalala, Shabalala analia hiyo, hawezi kumweka nje. Boka Shabalala hana raha sasa hivi ana raha ra, so mpaka kwenye timu ya taifa av kaenda Yanga kumaliza kiwango, na tulimwambia Shabalala kwenda siko sasa hivi ana furaha. Kaka alikuwa anacheza cheza. Sasa hivi ana furaha. Sasa hivi ana furaha. Shabala sasa hivi ana raha kashaisha kabisa mtoto wa watu. Timu ya taifa yenyewe haitu. Yanga wapo kwa kuharibu viwango vya wachezaji. Yanga wakifanya vibaya wanaonewa, au walienda kwa mheshimiwa wa rais wasema, anatuonea au si hawa? Mwaka gani? Umuuliza swali hilo mwaka gani hasa? Msimu leo ulioisha. Yanga alienda kwa masamia Simba anatuonea. Amjui tena tatizo? Simba anachukua kombe kila wakati. Wao si hatuchukui kombe au umeshasahau? meshasa aumn tumechukua ndio, misimu minne. Umechukua kombe tena? Eh? Umeshajisahau <laughs> Ah, misimu minne kweli si ndio? Simba kachukua misimu minne amesaa, amesahau, na sasa hivi Yanga naye kachukua misimu minne. Ah, ndugu mwandishi tuendelee hapo mbele. Ah, wewe unachoshangaa nini? Haiku kwamba unachoshangaa nini au kuimba taarabu? Wakati tunasikiliza hapa, subiri, subiri. Tajiri wako aulizwa. Eh. A matarajio nini? Ona dada yangu yuko kujukwani. Hivi tajiri wa mpira alivyoulizwa. Tajiri anataka kuongea na wananchi kasemaje? Yanga bingwa. Tajiri hawezi kuwa mwimba taarabu. Kwa hiyo ndio kashalisisha. Sasa hivi Mangungu anakunywa bia. Sasa hivi Mangungu anakunywa chai kaandika nne. Lakini sisi tukifungwa, najua mpira umetenda haki yake. Na matokeo ya mpira yako 100%. Kwa hiyo Yanga kapata 40% sababu ukienda ugenini usiruhusu goli nyingi, umefungwa goli moja, au umetoa sare au umeshinda yote yako kwenye matokeo ya mpira. Kwa hiyo Yanga alichokosea kule nini? Wale mecheza mechi ametufunga, ndio mpira, lakini uwezi kumsikia mwana Yanga alianza kuipenda Yanga kidisi Yanga b Yanga i e, akaongea maneno hayo kuwa tumefungwa hapa, hatuwezi mpira ndio ulivyo. Ndio maana Yanga akifungwa najua mpira umetenda nini. Haki. Hey, kwa hiyo asilimia 40 tumeipata kule kimpira lakini sababu mpira una bibi tatu na mpira una sayansi. Kwa hiyo huyu hawezi kuzungumzia mpira kwa sababu yeye Mangungu mwenyewe hawezi. Hebu muulize Mangungu sasa hivi Simba hii ilipo tufanyeje, kwambia mnaniuliza mimi, kwani hakuna wa, wa, watu weupe, lakini Yanga huwezi kusikia hivyo, ndio maana injini anapasua. Sasa hivi mjumbe wa, vilabu wa Afrika kasoro Simba mjumbe wa vilabu ya Afrika kasoro Simba na duniani kule kashapata chaka yule, anasogea mara makamu wa rais FIFA anasogea huyo. Hebu hebu mchukue engineer Ellis na mangungu waambie wazungumzie mpira nusu saa, uone kama hujapata aibu. Oh, kwani moyo yuko wapi? Lakini engineer wa mpira anaonekana mpira anaujua. E, mwenyekiti rais wa vilabu Afrika, unatoa Simba sababu Simba sijui ya nchi gani <coughs> A namtishia hata zenji kule, si watu waliuliza, wanacheza hapa fainali, si waliulize, nimetishiwa kuuliwa. Sasa hiyo timu ya mpira hiyo. Lakini azamu alivyopata cheo kule, wamempongeza sijui timu gani, vitimu vyote kasoro huyu. Huyu ana asili ya mpira, ndio maana Simba ha, Simba kutafuta furaha, kutafuta furaha kwenye nchi Tabora, atufunge ndio wao watabandika mabango sijui, so, yeah, uh, hawa kabla hajashuka iyefu atufunge, ndio hao, lakini lakini yani Simba hakuna timu mbovu Afrika Mashariki kama Simba. Sisi tunaweza tusichukue mazoezi na akiingia, tunapiga hii nafasi ya tano, namba hivyo, arabu aangalie Simba iko nafasi ya tano, sio, analia kwa mpira gani, viongozi gani? Hivi mangumu namba, yeah, bwana namba, namba zinaikwaje sasa, namba bwana. Hivi kama kweli mtu wa hesabu. Yanga iko huku kwenye 75 mpaka sasa hivi ya 11. Simba kaitafuta nafasi ya tano miaka mingapi? Nani hapa anayekuja kasi hapa? Ndani ya miaka mingapi Yanga anaitafuta nafasi ya 11? Simba miaka mingapi? Saba ndio wako hapa. Hebu, hebu piga hesabu wewe umesoma. Piga hesabu nani anayekuja? Anayekuja kwa kasi. Simba ameitafuta nafasi ya tano hii ya michongo miaka mingapi? Umesema wewe 11 umesema. Eh, saba si. Eh, hey, saba. Yanga kitafuta nafasi hii ya 11 miaka mingapi? <todansionate> ah, ah, kuanzia hapa. Umesikia bwana? Tunarudi kwenye pila sasa. Eh. Jumamosi. Eh. Jumamosi. Eh. Mpira wa Jumamosi hauna kocha. Hauna engineer pale ni viongozi nani wachezaji wenye bwana? Hii mechi tumesha tumesha kanyaga na hapa tunazomewa na nani, na hao watu wasiojua mpira hao, sasa hivi wamemsahau Mangungu. Kwa hiyo twendeni tukacheze, sababu huwezi kuniamini, huwezi kuniaminisha kimpira, kocha aingie leo afu abadilishe mfumo, ila wachezaji wanaambiwa tu bwana hii mechi nyinyi tu. dakika arobaini na tano tumezicheza kule arobaini na tano hiyo mia na themanini lakini tunachukulia kule arobaini na tano huko arobaini na tano Kwa hiyo nyinyi mechi yenu. Kwa hiyo hapo afu uone dakika 15, wale wameshakula chumvi Dakika kumi na tano. Kumi na tano. Bwana naweka. Owe, nimpe nani alfu ishirini akae nayo mheshimiwa. Niweke gwiji. Njoo ya weke jiwe, weka weka kumbukumbu. dakika kumi na tano chuma tayari. Ishirini. Hapa kuna ishirini nyingine umesikia. Moja nitoke apa e? Awa, a, mimi yanga kidisi. Mimi sio yanga sio yanga. Sio yanga JSM. Mimi yanga. Yanga, matatizo tulikuwa naenda vikindu kuangalia ya mpira Yanga, ile ya bakuli ile, lakini hatujaama. Kwa hiyo Yanga afurahi mtani akiingia anakufa. Yaani sisi tuna kapu letu la mazoezi liko hapo, hata kama ukiingiza ile Yanga. Yanga nani sasa hivi imesajili Edi na Lema yule. Yanga atoki Yanga, nalema, Yanga ha, Princess. Atoki. Yanga, Yanga, ya ya Yanga. Tunapiga tu kama mwembe uani Muulize mwanae mwanaye toka yuko, yuko la saba anaingia anaingia anaingia form form one. Yanga kafungwa lini na Simba? Kwa hiyo sisi sisi wana Yanga, sisi wana Yanga tunajua kule mpira umetenda haki, ila mpira utakuja kutenda haki kwa sababu imechi sina afu kaangalie je yeah. Minuno aikwa na tatizo, tutakuja kumjadili Minuno, ila sasa hivi tuachane naye, huyu tumwache, sababu hataki lawama, hataki lawama eh, tutamaliza hili, hata matokeo kama mabaya tena, na Minuno hayupo. Unjue, unjue kuchukua mcheza ni kocha mdogo kuliko timu hiyo inatokea. Kuna kocha alikuja Simba, anaitwa Elias, alifundisha siku siku mbili tu pale, sigara pale, akasema timu Simba kubwa, viongozi wadogo wa akaondoka kua na mtoto kwa hiyo ndio kawaida ya timu kubwa, unaweza ukachukua kocha kocha mdogo akaja kupata CV kwako, naeza ukachukua kocha mdogo akaja kufeli. Ni yani mambo ya mpira, hakuna maajabu kwenye mpira kabisa. E, kwa hiyo nani huyu mtoto aliyetoka Chelsea, nani Chelsea, akaenda akaenda nani Madrid, yule Hazard kule, alienda ku, kuini kule, tulimtoa balinya Uganda na magoli kumi na tisa, kaja kafeli. Ndio mpira, unashangaa nini? Au umezoea kuangalia ede <laughs> Kwa hiyo mpira ndio ulivyo, unaweza kumchukua huku mtu si yule baraconte, si anataka si anataka si anataka namba sita apewe kadi ataziona. E, tumeshajua si tulikuwa hatuna namba sita, si tuna namba nane? Kwa hiyo namba sita atamuona kocha anayekuja huyo, atamuona namba sita kazi yake, lakini sio kama Kagoma sababu Kagoma yeye ana, anaweza kupola mpira lakini ku, ku, ku, kufanyia upendo ule mpira ndio hawezi, awezi. Sasa apolaji mpira hatutaki nataka namba sita achukue mpira afu aangalie shimo liko wapi. kwa hiyo mheshimiwa mimi sina ziada niwaachie wananchi eh. Wenzangu ila tale hiyo juu tale ngapi? Kwenye 27. 27 unakuja akuja 27. Au e 28, Jumatatu kabisa. Bwana tuweke eh. Na akiba au sio bwana? Sisi nafikiri tukutane tarehe ishirini na nane tarehe yeah. hapa hapa hapa hapa hapa hapa, tarehe ishirini na nane tuonane wote, au sio bwana? Wote tukutane hapa, tulichambue tena ili mpira tusikimbiane. Jamani, huu ndio mpira, tusikimbiane maana hii ni Metro Media TZ. Shukran sana, asante sana kwa sapoti. Tumechambua mpira kwa uchache na tumeweka akiba kwa ajili ya michezo ijayo baada ya michezo ijayo tutakutana hapa, tutazungumza tutajenga, na mambo yatakuwa safi bwana. Kutane e, mda mwingine bwana. Mi naitwa mr news, you are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.